Kuchagua. Eh, changamoto tulionao sisi hapa ni kwamba sisi hapa tuna leseni na tuna mashine ya kukatia ushuru. Changamoto, ndio anakuja mteja hapa anasema mbona sisi tunaona huko pembeni mwa hatulipi hamna ushuru. Kwa mfano kuna wengine wanapakia mawe huko wanaenda kwa pembezoni mabarabara. Wale pale ushuru hawana. Ila sisi hapa ushuru sisi na tulazimu. Kwa hiyo inakuwa changamoto kwa mteja na kwamba habari ya ushuru hakuelewi. Kwa majina anaitwa Obed Mwinuka ni mjasiriamali mdogo mdogo hapa Ganga. Kero yetu kubwa, kitu cha kwanza kabisa, kwenye habari ya madini ujenzi haya, sisi tukiwa wachimbaji wadogo hapa, kila siku mambo yanabadilika. Habari ya kukatia hii nani ushuru wa mashine tulianza mm. na elfu mbili mm, kwa nazungumzia tani mm, lakini sasa hivi tena ghafla tunaambiwa tani moja hiyo 2500 Lakini mara nyingi sana tunategemea kwamba kwenye madini ujenzi haya wawakilishi wetu ni wabunge. Sasa hatujuagi kwamba hii huu utaratibu wa kupandishwa bei unakuwa tayari umesha zungumziwa bungeni au unakuja tu ghafla tu. Hiyo ni kero yetu ya kwanza, hiyo ni kubwa sana. Kero yetu ya pili hapa Njombe, kama tulivyo hivi, tunazalisha kokoto watu wengi sana lakini unakuta pana ofisi ya Talula hapa hapa, unakuta mm. kokoto zinatoka Mbeya mm. tunaambiwa zinatoka wapi? mm. sisi hapa wanatujazia mambo mara, nasema hivi kwamba hivi sasa hivi tuwe tunalipia wa, nani huu ushuru wa nani TRA wamekuja nao hapa Haka. hasa mapato ma, ma kwa hiyo kila kitu unakuta yani maana ya mjasiria mali mdogo sisi hatuioni kwa Njombe zonalo. Kwa hiyo nitawasiliana na mwenyekiti hilo, ndani ya mwezi mmoja litakuwa tayari. Hilo ni la uwezo wangu mwenyewe, lakini swala lingine ni la maji. Ntawasiliana na mamlaka ya maji ndani ya huu mwezi, nitakuwa na majibu nalo, ila hili la kwangu hilo siwasiliane na mtu yoyote, nitawasaidia banda. Jambo lingine ni ishu ya ushuru, ameongea vizuri sana kwamba mnalipa ushuru shilingi elfu nne Iko hivi, haya mambo ya ushuru yote yana, yani wanaopanga ni wanaopitisha wanao kiwango ni madiwani, ni baraza la madiwani, na mimi ni mjumbe wa baraza la madiwani. Kwa hiyo kazi yangu ni kuipeleka hiyo hoja kwenye baraza la madiwani, kiwango kishuke.